Na mtazamaji wa Trend TV, bila shaka utakuwa unafahamu kwamba kuna huyu mrembo ambaye huyu bwana ni bebe ambaye alikuwa ni mchepuko, yaani alitangazwa au alifahamika kama mchepuko wa Diamond Platinumz. Mrembo huyu anafahamika kwa jina la Miss Rita. Huyu Rita, yeye video zake zilivuja mara tu baada ya Mange kuamua kuziposti huko mitandaoni, akiwa ametoa na habari kama vile confirmation kwamba huyu binti ndiye alikuwa katika mahusiano na Diamond Platinumz kwa muda mrefu, tokea the way, tokea kitambo, ambapo Diamond tulikuwa tunafahamu kwamba yuko katika mahusiano na bibi Zuhura Zuchu, lakini at the end of the day, kumbe alikuwa pia na huyu bidada pembeni. Then baada ya hapo ikatangazwa taarifa kwamba alikuwa ni mjamzito. Huo ujauzito uzito hatujajua umeishia wapi, kama ilitoka au vipi, lakini kikubwa zaidi ni kwamba walikuja wakaachana. Kwa mujibu wa huyu Rita mwenyewe, baada ya video kuvuja, akaja akaklarify na kusema kwamba yeye ndiye alimwacha Diamond, kwa sababu Diamond alikuwa anampa ahadi nyingi bila kutekeleza, lakini pia vile vile alikuwa hamuhudumii. Umeona bwana, so hivyo ndivyo situation ilivyo sasa hivi. Karibuni tunafahamu kwamba huyu Rita aliingia kwenye headlines baada ya kuonekana akiwa na ukaribu mkubwa sana na Esma Platnumz. Tukamwona pia akiwa mpaka dukani e, kwenye duka la Esma la nguo akiwa anachagua nguo mixa kukata miuno mule dukani, lakini pia hiyo haikuishia hapo, akaja mpaka akawa akiposti anamtagi kwamba Esma ndiye ambaye anaendaga kuchukua nguo kwake, yaani kukawa kuna kukaonekana kwamba kuna ukaribu mkubwa sana kati ya huyu Rita mchepuko wa Diamond Platinumz na Esma, na watu wakahusisha kwamba bwana Esma anafanya hivi kwa lengo moja tu la kumkera zaidi bibie Zuchu, kwa sababu tunafahamu kwamba pia Zuchu bwana na Esma inasemekana kwamba hawana maelewano mazuri. Sasa leo tena ni kwamba huyu binti amemake headline kutokana tu na video zake. Sasa hivi tunaweza kusema kwamba binti amechachuka kwelikweli, amekuwa akipata followers wengi naona, na hawa followers ambao amekuwa akiwapata bwana, wanamfanya binti aanze eh, kuonyesha manjonjo yake huko mitandaoni. Kwanza kwa mfano sasa hivi bwana, amefikia hatua huyu binti amekuwa mpaka akiposti video akiwa anakata mauno, vitu ambavyo tulikuwa hatuvionagi huko zamani. Alikuwa kama eh, msichana fulani hivi ambaye hanaga makuu hana mashauzi, lakini this time around ameonekana akiwa anakata mauno sio poa huko mtandaoni kwa sasa kwa hiyo, kuna video nyingi sana zimekuwa zikisambaa zikiwa zinamuonyesha huyu dada akiwa anakata mauno e, na page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano hapa kuna page anasema kwamba kuna page hapa kwa wamekuwa wakimshindanisha huyu binti na Zuchu, kwa sababu Zuchu naye pia tunajua kwamba yuko hodari kwa kweli kweli kwenye haya mambo. Kwa hiyo watu wamekuwa wakimshindanisha naye. Sasa kwa mfano kuna page hapa ameandika kwamba kura yako unatupa kwa nani, kwa Zuchu au kwa Rita? lakini pia vile vile hapa kuna peji nyingine wamekuja wameandika kwamba e, bwana hapa, Zuchu kazi yanayo, mpira umerudi kwa kipa, umeona bwana eh? so hivyo ndivyo mambo yalivyo sasa comments zipo nyingi, watu wakiwa kuhusiana na hii ishu ya kuwashindanisha hawa warembo wawili. Kwa mfano, kuna mtu kwamba bwana, Zuchu yuko kazini, kwa hiyo hata kama akiwa anakata mauno ni kikazi zaidi. Huyu mwingine ni mdangaji bwana. Zuchu ana akili ya kiutu uzima, tafadhalini msimfananishe Zuchu na vitu vya kipuuzi bwana. Zuchu na huyu eh, huyu ana mawenge sana kwa kweli, kama dada poa tu, waboza mambo hayo. So ukiwa kama mdau weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na ku-reply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.